ninaambiwa kila pahali, na sisi tunataka ghorofa, na sisi tunataka ghorofa. Naambia tulieni tu, mambo yanakuja. Sasa ile tulieni mambo, yanakuja, sio siasa. Mambo yenyewe ndo haya skuli za ghorofa kila pahali katika nchi hii, mpaka Tumbatu kule. Sasa hivi kuna skuli ya ghorofa na nyingine ishirini na nne zinakuja, tutazigawa vizuri katika maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa. Waziri wa elimu kanishika sana pesa, tutapata lini? Ndo hizi sasa. Kwa hiyo nyewe kwenye bajeti yetu ijayo hammo, mambo yenu yanakwisha hapa. Na nafurahi kusema kwamba hatua ya upatikanaji wa mkopo huu bila ya utaratibu wetu ule wa kawaida wa kupitia kwenye sovereign guarantee ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utatufanya tufanye miradi mingi sana kwenye orodha yangu kuna miradi mingi ninayoitamani hapa Zanzibar, ikiwemo, seme tu kwa ufupi tu, kuna swala la, kuna mradi wa bandari ya Mangapwani sasa tutaufanikisha kwa taratibu kama hizi. Kuna miradi ya afya ambayo tayari inaendelea, kuna miradi ambayo inajenga vituo vile vya vituo vidogo, lakini kuna miradi ambayo itajenga hospitali za mikoa na kuna miradi itakayojenga hospitali kuu za rufaa. Mengine itapitia kwenye sovereign guarantee ile ya kawaida, kwa mfano hospitali ya Binguni itapitia kwenye utaratibu wa dhamana ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sisi wenyewe tuna azma ya kuanzisha kituo mahiri cha matibabu ya saratani, center of excellence ya matibabu ya kensa itakuwa hapa Zanzibar kwa utaratibu kama huu. Kuna miradi ya maji kusini na kaskazini Unguja na Pemba itapitia kwenye utaratibu kama huu, lakini kubwa kabisa linalokuja ni miradi ya AFCON. AFCON tutajenga uwanja wa kisasa kabisa wa mpira, tutajenga na hoteli ya nyota tano katika eneo hilo, lakini vile vile tutajenga na hospitali kwa sababu hayo ndio masharti yanayotakiwa na, na waandaaji. Vyote hivi vitakuwepo karibu dola za Kimarekani milioni mia moja na themanini zitatumika kwa ajili ya kujenga mambo haya, lakini kuna barabara za kimkakati. Napenda nichukue fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano anaonipa wa kuendelea kupata miradi mikubwa ya maendeleo kupitia ule utaratibu wa kwanza wa dhamana ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi tunavyozungumza airport ya Pemba inaanza kujengwa kwa mkopo wa aina hiyo. Barabara ya kutoka Chake mpaka Mkoani inajengwa kwa mkopo huo. Barabara ya kutoka Tunguu mpaka Makunduchi inajengwa kwa mkopo huo, lakini mabarabara ya kutoka Kisauni mpaka Fumba inajengwa kwa mkopo huo. Kwa hiyo, huku tukiwa tuna miradi inayotumia dhamana ya serikali ya jamhuri huku tukiwa na mipango ya ya bajeti yetu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, huku tukiwa tuna fedha zinazotokana na sukuk na huku tukiwa tuna fedha zinazotokana na export credit agencies kama hii, sina shaka baada ya muda mfupi, katika kipindi cha miaka mitano ijayo, Zanzibar itakuwa imejenga miradi ya kimkakati karibu yote. CRDB imekuwa ni benki mdao mkubwa ambaye ameshiriki kuwezesha wajasiria mali katika uchumi wa buruu na wanaendelea kufaidika na nini hii ni endelevu. Mheshimiwa Rais, nasema haya kwa sababu yote ambayo yamefanyika ni ubunifu, kwa sababu tukitumia fursa za kawaida ingekuwa ni changamoto, lakini umekuwa ni kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye kuleta chachu ya mabadiliko, lakini kiongozi ambaye ana challenge sector ya kuwa na ubunifu zaidi. Nafaidika kuona kwamba ubunifu huu sio kwamba umefaidisha wazanzibari wa wote, lakini vile vile na benki ya salibii imefanya biashara kubwa hapa na tunajivunia sana kwa hili.